Hey, kaka, yani mimi niko tayari hata kupa research hapo Tanzania kwa mambo yanaendelea. Niliwaambia jamaa juzi nikawaambia, bana, hapo kuna uenge na ujinga unafanyika wa watu wachache wa serikali ya uwamu wa awamu ya nne, yaani naudhi kwa kweli. Sisi tuna akili timamu, shekhe wangu, umeelewa riki? Tuna akili timamu, tumetembea, Mungu ametujalia. Eh, tumeona manchi mangine, tumeona mambo yanavyopelekwa hapo Tanzania, kuna ujinga wa watu wachache ambao hawana elimu na hawajasoma vizuri wanaendeshwa endeshwa tu, yani hiyo serikali ya sasa hivi sio serikali, ni serikali ya awamu ya nne mnatakia mwelewe. Huyo jamaa akauliwa kwa sababu aliwabana watu vibaya makulaji yao, na kuna watu hapa walikuwa msichukua mikataba ya kinge ile, kama ile Bagamoyo ile. Hata mimi nikija nikikamatwa potele ambayo kwa sababu na miaka 47 nimeshaishi sana, nimekula nimesha chumvi sana, watoto wanne wanatosha, umeshaona bana, nimeshapata wanawake wa aina wa zote duniani inatosha pia kwa hata nikija siku nikishuka airport, kabla na wewe Mr. Kisobo ndio ulikuwa unaongea, wanikamata waniue, sawa. Lakini tunaongea ukweli, yani wizi wa Magufuli, kama Magufuli aliiba yani, tungemwacha akaiba hata miaka 30, ijayo waendelee kuiba hiyo nchi, kwa sababu haingia hai kilini, ndugu yangu. Wewe mtu ameiba eti sijui kaleta hasara mabilioni katika ACTL, hiyo ndio mmeona, mbona mambo ya jamaa aliyoandika hapa hayajasemwa? kwa sababu vitu hivyo vinafanyika vingine, kama eh, pesa za Richmond. Kuna mjomba wangu mmoja naye alipewa bilioni tano, Rajabu Maranda. Kama ulikuwa mjui Rick, ni mjomba wangu ule kabisa, kakake na mama yangu, mimi mzazi. Na ule angu mimi mzazi. Na nikamwambia yule wangu, ambaye bana uncle, mimi ni mwanao lakini hapa in the future wewe watakurukia kwa sababu wewe haupo serikalini, wewe utatolewa chambo. Tuanze, nikamwambia tuanze South Africa Akakataa, kambi yangu, wewe jikate bana, wewe unataka kuleta zako, mimi ni kada system, mkambi yangu hapa, watakutoa chambo wewe, utarukiwa. Mimi ni mtoto wako mdogo pia, lakini nina upeo, ninakwambia ukweli, tuanze. Nilikuwa nimepewa jengo na Absa pale South Africa, Cape Town, Mr. Ricky, nifungue hoteli Formula 1 hoteli, nikaambiwa nitoe asilimia 35 ya milioni saba randi. Mimi nilikuwa na vigari vigari, nini sina, na hela fulani nilikuwa nimepata, nikachanga zilele, nikauza magari bana, ile hela ikufika 35 ya milioni saba randi nikarudi kwa mjomba wangu, sikiliza, mimi kule na mambo safi hapa, mjengo pa dokumenti za benki zi hapa, njoo uingie sh sh shirika na mimi nina kupatia mpaka kama na interesi spamit. Amisha la zingine kule South Africa kwa sababu World Cup inakuja 2028. Jamaa akakataa, mshikaji wangu mimi ndo maana akakasirika, nikauza ile gari yangu ya mchu nilikuwa nayo. Nitakutumia picha hapo, nilikuwa nayo Hilux. Nikaiuza hapo Dar es Salaam huyo. Nikaondoka zangu Norway mambo haya ndugu hawataki kwa kushikamana, wakafanya biashara sasa. Hapo kuna wengi wanaongewa, yani wanataka wa run wa wazungu wanaita ku ruins, eh, legacy ya mzee Magufuli. Magufuli kafanya kazi ambayo haikutegemewa kwa muda mfupi mno. Kwa hata kama alikuwa anaiba wangemwacha heba miaka hamsini, mimi wala nisingejali. Wizi wake ulikuwa bora sana kuliko wizi wa awamu ya nne uliopita ule pale, alafu hata wakabinafsisha nchi, wakafanya nchi ya watu wachache. Wanatuona sisi kama mandondocha wake. Kumbe sisi wajanja pia vile vile. Sema tuna skuti tunaangalia tu. Yaani, hapo kuna siku moja kitawaka, watu hawatosikia kitu. Watakiwasha kweli kweli hapo Tanzania. Mimi naambia tuombeni tu umri mrefu. Tuombeni umri, lakini mambo yanavyokwenda watu hawaja hawajafurahia unajua wala sio poa. Yaani, nishione kama Tanzania kuna amani. Tanzania sasa hivi kuna moto unafukuta chini chini. Yaani, kama watu hawajijitokeza kutaka hii haki isimame basi unaambia Mwenyezi Mungu atapiga hapo katastrofi ya hali ya juu mno kwa sababu kuna dhuluma kubwa imefanyika, lakini watu hawajui. Mimi ndo nakwambieni hapa, itakuja bonge la mvua kama Mwenyezi Mungu hatawaleta watu kuwatoa uongozi wa Samia huyu na na, na, na, wakina Kikwete ambao wako nyuma yake. Huyu mama kaweka na Kikwete. Mimi nakwambia ni ukweli. Hata Kikwete akitoka macho yangu nitamwambia, Mzee Kikwete wewe ndio umesababisha mambo yote haya. Ukitaka chukua risasi ni uwe, lakini mimi nakwambia kweli wewe ni mzee wangu. E, unaweza kuwa babangu kwa sababu una miaka 70. Babangu mimi na miaka 76 yuko hai na amefanya kazi serikali ya Nyerere, alikuwa muhasibu mkuu wa kanda ya Magharibi kwa hiyo jamaa yeye anaiendesha ye nchi kama nchi ya kwake yeye peke yake yo Tanzania, wakati Tanzania ina milioni 60. Alafu boburiki na dula watu wasafiri, watu milioni 60 ni wapumbavu wote, watu wa fools wote, ndio kama hivyo. Jamaa akatokea hapa anaongea, yaani mambo yanasikitisha. Mshauri wangu Magufuli watu wamemuua kinyemela, na kwa order labda ya, ya, ya, ya world order na wenyewe kwa sababu walikuwa wamewabana big time. Kuna watu hao wakina Kikwete hao, mimi najua habari zao, waliiba hela mpaka kafiki kipindi fulani wanamiliki mabenki hapo Dar es Salaam. Umeelewa kaka? ma petrol station kibao wanamiliki, Ridhiwani yule pale ma vitu kibao majengo sima vitu gani. Alafu msenge akawa na uza unga hapo heroin kama karanga mpaka misikitini, tukawa hatuna imani, hatuna amani, watu wanakuja naiba viatu. Mimi mwenyewe nimeibiwa viatu hapo dola shahidi 2015 nitoka zangu Dubai na viatu vyangu vizuri, naenda kusalimu msikiti wa Elcom na waachia watu waangalie, kumbe ndio hao wezi vibaka wa kuvuta unga, umeelewa. Magufuli katoa ufisadi wa unga, katoa ufisadi wa watu wanaofanya ufisadi wa wa nini, si mnaita huu ufisadi uh, wa rushwa, kapunguza sana, ndio yule mzee. Hata kama watu walikuwa wanajitahidi kuibeba chini chini, lakini alifanya kazi ambayo haina mfano wake. Kikwete sasa natu, na na, na, na tupsi lake wameona hiana, kwa sababu haukangu jamaa kaka kami miaka mitano kafanya vitu vyote hivi na nikampa ujanja huu, umeelewa? Sasa kwa hiyo wameona geri, hao watu wa pwani, hao watu wa pwani sio, wala hawafai kabisa kutuongoza sisi kwa sababu wana ubinafsi wa shenzi kweli. Mimi nakwambia kweli, siongee kama ni ukabila nini, lakini watu wa pwani sio, wana ubinafsi sana. Hata mara kata marafiki zako kama una marafiki zako ma, wa pwani, wewe waangalie, utakuwa unawaletea michongo kupata hela, lakini wenyewe hawakupi michongo kupata hela. Watu wa pwani ndio walivyo, umeelewa? Utaonyesha connection zako sijui nini lakini wenyewe, dili zako, patela, we wasadia, lakini wenyewe hawakuonyeshi. Utakuwa na dili zako, unataka upate hela wewe, unaweza kuwa unawasaidia, lakini wenyewe hawakupi, ndo walivyo jamaa yani, wana ubinafsi binafsi, wala kipwani pwani, mambo tengi. Sisi wazungu wa roho, watu wa bara wote. Wewe dula mtu wa bara, umeona bana, wewe rich sio na wewe ni mtu wa bara au sio? na wewe mzalamu samani, ndugu yangu <laughs> Lakini watu wa pwani mimi na wakaba big time hawafai, na hiyo nchi wanaitaka yani warudi kuiongoza wenyewe. Wewe utasikia baadaye yule Membe atarudi CCM. Kikwete atataka aje, apewe wizara yule nani Ridhiwani e, lakini watu wasifurie, kama ni poa, watu hapo hawajafurahi, na kuna kinaweza kikaja kikawaka kama Mwenyezi Mungu ajapitisha nani yake hapo, kudra zake za kutetea haki za watu wanyonge wachache walioliwa, kama Magufuli. Magufuli watu wamemuua, mimi naongea kinagaubaga hata kama akinipiga bunduki, nikifa si nimeshaishi bana wewe, nikufa kirugani, nikifa leo ndio nimeshakufa, nikifa kesho nitakufa kesho kwa hata hii clip ikitembea, sio watu wakaichukua wakaipeleka kwa Kikwetu, waipeleke lakini tunasema kweli, waliofanya sio, na watu wote Tanzania sio wajinga na mafara sio e, mimi mwenyewe nina hasira kwanza, mimi ndo nakwambia kweli, lakini hapo kuna moto mmoja uchawaka kama watu hawajui, nakwambia ni kweli. Hata jamaa ajibini jirekebishe kweli, yaani huyo mama anatumiwa kama toilet paper sasa hivi anaambiwa tuweke kaa hivi. Ile safari ya kwenda Tanga ile Ali, aliambiwa nenda Tanga wewe, jifanye shughuli, ongea hivyo rais yuko sawa Alafu, akaambia bana, okay njoo tangaza sasa kifo, tumeshatengeneza mazingira fresh. Wamemuua tangu tarehe tare tisa, Magufuli ndio kafa mwezi wa tatu. Hajafa tarehe kumi na saba ni uongo mtupu. Habari zote za ndani zilikuwepo. Mimi nikawaambia watu wakaona ah, wewe Dula unaongea sana ujifu, unajua unajua habari za bonga huko Dubai. Umeelewa kaka? Yaani hapo panaudhi sasa hivi, uongozi wako sasa haufai kabisa. Na kuna uwezekano mkubwa hao jamaa wake wakasimamisha baadhi ya migodi ya, ya miradi ile, alafu wakarudisha mipango yao ya kuleta kutengeneza tena bandari ya Bagamoyo kwa sababu yule jamaa alipewa hela na kulikuwa kuna makubaliano fulani na wana wanani wa China, akaharibu Kikwete. Kwa hiyo yani alikuwa shinikizo la hali ya juu, hakuna kilichoweza kufanyika pale ni kumuua Magufuli. Na mimi niliwaambia watu bana, Magufuli watamuua kwa sababu wa kwa chika watu bana, niliwaambia two years ago, niliongea hichi sawa, kwa mzee watakuja kumuua watu jinsi anavyokwenda, kwa sababu watu wengi hawapendi hapa wanaokumbuka wana, wana wanaweza wakakumbuka niliongea maswala mimi kabla Magufuli hajauliwa kabla hajafika uchaguzi elfu mbili na ishirini niliwambia Magufuli atakuja kuuliwa na, na, na, na, na Watanzania wa sisi wenye nakauliwa kweli o ndiyo hivyo, waskaji zangu huyo jamaa akaandika hati iko nzuri sana we, mjanja miongoni mwa watu wajanja wa Tanzania kwao ao uongozi wa sasa hivi na Kikwete wasifikirie kama ile amekuja kuongea pale. Oh, watu wananiambia eti mimi sijui simpendi Magufuli siku ile ya kilio Watu wanajua kweli umpendi, kwa sababu Magufuli kafanya mambo mengi e, kufanya fu Muislamu hauna aibu nyezungu, hata mlani ujamaa, atakuja kufa vibaya sana ule mzee.